Je, yeah, kipimo cha mimba huanza kuonyesha mimba kuanzia siku ya ngapi? Kimsingi, kipimo cha mimba huanza kuonyesha mimba kuanzia siku ya kumi na nne au zaidi baada ya kukosa hedhi. Nitakwambia ni kwa nini. Karibu katika program hii ya kiafya, kama kama Health Program, na kama ni mgeni wa program hii ya kiafya, basi jiunge na program hii kwa kubofya na subscribe, ili uwe member halali wa program hii ya kiafya, uendelee kupata tips na mafunzo mbalimbali yanayoendelea ndani ya Health Program. Na kama usipofanya hivyo kusubscribe, hutaweza kutuona tena. Basi leo tunaangazia uh, kipimo cha mimba na huwa inachukua muda kiasi gani mpaka kuanza kuonyesha eh, matokeo ya mimba. Kipimo hiki cha mimba hutumia mkojo na hutumika kutambua uwepo wa ujauzito kwa kupima homoni iitwayo human chorionic gonadotropin. Homoni hii huzalishwa na mwili wa mwanamke ni pale tu mara baada ya yai lililorutubishwa linapojishikiza kwenye mji wa mimba. Sasa, wakati bora wa kufanya kipimo hiki cha mkojo ni siku baada ya kukosa siku, siku za hedhi. Kwa ujumla, ni bora kufanya kipimo hiki cha mimba kuanzia siku kumi na nne au zaidi baada ya kukosa hedhi ili kuhakikisha kuwa kuna kiwango cha homoni hii faamilikao kama human chorionic gonadotropin kimefikiwa kiwango cha kutosha zaidi vinavyoweza kugundulika na kipimo hiki. Lakini pia ni kutumia mkojo wa asubuhi. Inashauriwa kutumia mkojo wa kwanza wa asubuhi kwa sababu huwa na kiwango kikubwa sana cha hii homoni ya human chorionic gonadotropin, hivyo kuongeza uwezekano wa kupata matokeo sahihi. Kwa kuhitimisha, ni kwamba kipimo cha mimba hiki kinaweza kuonyesha uwepo wa ujauzito kuanzia siku kumi na nne au zaidi baada ya kukosa hedhi. Hata hivyo, kuna vipimo vya kisasa ambavyo vinaweza kugundua ujauzito mapema kidogo, lakini kusubiri kwa muda fulani kiukweli kunaweza kutoa matokeo sahihi zaidi. Kwayo, kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema kwamba kipimo cha mimba huonyesha mimba kuanzia siku kumi na nne au zaidi. Endelea kushiriki naendelea kuwepo ndani ya Health program na toa komenti zako na maoni mbalimbali mbali. Kama utakuwa umependa video hii basi uta like, lakini pia ni ruksa kushare ili watu wengine wapate mafunzo zaidi.